Kuna kijana hapa ametoka hapa anaitwa Alimasudi Karumu na ametoka hapa. Ngoja niwaambie ndugu zangu. Uwe na pesa, uwe na ubunge, uwe diwani yote ni mapenzi ya Mungu. Mungu akiamua hata ukakuja na trilioni ngapi akasema uwezi kuwa, uwezi kuwa, uwezi kuwa. Akipenda akasema utakuwa, hata una chochote unakuwa. Ni kweli, si kweli? Sasa ndugu zangu, lazima tujitathmini mbele ya safari tunapokwenda. Ufanye nini ukisha kufa leo, tunahitaji tunapashwa kumzika, kakufanyia nini? Naumia sana mimi, ninajua mimi mheshimiwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kamatiasha wamenileta hivi leo. Tumekuwa tunacheza rafu, amani ndani ya chama isinge kuwepo kwenye chama. Tumetulia kwa sababu, na sisi kama kiongozi nimetulia. Niwaombe sana

Mimi wakati na gombea mwenyekiti, nataka niwambe, niliwaeleza watu wote, anayetaka kuchukua fomu wagombee. Kwa nini tumchukie hivi leo? bwana Karumuna, mimi nilikuwepo kipindi kilichopita, alishinda kwa asilimia kubwa sana. Leo tunamshabikia alipata asilimia ngapi? Wewe ni makini. Asanteni sana. E, sasa naomba wanafamilia tuingie ndani e, tunakwenda kuanza ibada e, takatifu naomba wanafamilia tuingie ndani sasa tunakwenda kuanza e, kuna viongozi wawili wa wabeti Mheshimiwa Mkuu wa betu, Wilaya na mwenezi wa chama ndio wataongea baadaye naomba nipeleke kipaza sauti asante sana

Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. A ukunazamana mlioko hapa, naomba sana ksikani kuombea ndugu yetu aliyeaga dunia apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni